Uh, tumeamua kutoa mafunzo kwa wamama wa uh, TAWFA katika mikoa ya Mwanza na Mara hasa juu ya uja, elimu ya ujasiriamali. Tumekuja kuona kwamba ni moja ya changamoto ambayo wamama wengi kwenye maeneo haya ni ambayo nimeyataja, kwa maana ya wafanyabiashara, wazalishaji na wasafirishaji. Kuna baadhi ya maeneo ambayo bado kuna changamoto kubwa. Moja ya changamoto ambazo wanakumbana nazo wamama ni namna ya urasimishaji wa biashara zao kupitia BRELA na kusajili kupata aidha tini namba za kuweza kufanya biashara zao, hasa katika mifumo ambayo kila leo teknolojia inaenda inabadilika. Lakini pili, wamama wengi au wafanyabiashara wengi wamama, hasa kwenye mnyororo wa thamani ya sekta ya uvuvi, hawajui namna ya kuweza kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano katika kuboresha biashara zao, katika kutafuta masoko, katika kutafuta wateja. Kwa hiyo ni moja ya maeneo ambayo tuliona kwamba kuna uhitaji mkubwa, ili uweze mama aweze kuboresha biashara zao, ni lazima waendane sambamba na teknolojia kama hii ambayo tunasema dunia iko kiganjani. Sasa wakibaki kwenye mfumo ule ule wa kupigiana simu wa kufanya nini, lakini tunayo mitandao mingi ya kijamii ambayo inaweza ikawa ni fursa kwao kuitumia katika kupanua wigo wa biashara zao. Kwa hiyo mafunzo hayo, utaona kwa tumeyatenga katika awamu mbili. Awamu ya kwanza tumefanya mafunzo hayo kwa mkoa wa Kagera ambapo wanaama tak, takriban 27 wamepata mafunzo lakini sasa tumekuja kwa mkoa Mara, mkoa wa Mwanza pamoja na Mara, ambao takribani wa mama ishirini na watatu wamepata. Lakini hawa dimandi ni kubwa, uhitaji ni mkubwa, huwezi kuwafikia wote. Kwa hiyo kwa eneo hili ni kuwateua wale wachache au kuwachagua wachache ambao wataenda kuwa wafunzi kwa wenzao juu ya taaluma ambayo au mafunzo na skili ambazo wamezipata kupitia mafunzo haya. kwa katika iwasha hii hawa kina mama wamepata mafunzo ya kuwawezesha kusimamia kuendeleza na kuboresha biashara ambazo wanazifanya zenye mlengo wa kuchakata mazao ya ziwani kama samaki na dagaa. Wameweza pia kupata mafunzo ya utunzaji bora ya kumbukumbu za biashara na uzalishaji wa bidhaa zao. Pia wamepata mafunzo ya namna ya kupata masoko mapya. Wamepata pia mafunzo namna ya matumizi ya TEHAMA, jinsi gani ambapo tehama inaweza ikawasaidia kupata wateja wapya ndani na nje ya mkoa, mikoa ya hii ya kanda ya, ya ziwa. Pili, wameweza kupewa elimu ya na mbinu za kufanya biashara ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Alafu pia wamepata namna gani wanaweza karasimisha biashara zao ili ziwe huru. Mfano, wamepata uelewa juu ya taasisi ya BRELA ambayo wanaweza kusajili majina yao ya biashara wameweza kujua namna gani ya kupata chini namba. Wameweza pia kufahamu na tumaini. Sasa mafunzo haya yamekuwa atata ya chachu kama wao walivyosema, ya kuweza kubadilisha mifumo ya namna ya uendeshaji wa bidhaa ambazo wanazozifanya. Hivyo sasa tumefunisha njia bora za kufanya search ya, ya wateja pia na kuingia mikataba na hawa wateja kuwachunguza, mnaona wapi wanapofanyia biashara zao, namba zao za NIDA, mitaa wanayotoka ikiwezekana pia waweze kuingia mikataba midogo ya namna ya baina ya mnunuzi na muuzaji, ili wasiweze kufikia katika hasara ambazo walizokuwa wanazipata huko mwanzoni. Jina langu naitwa Jackie Felix, ni mfanyabiashara katika soko kuu la Mwaruni Kirumba la kimataifa. Mimi ni mfanyabiashara wa dagaa pamoja na furu, lakini ninanunua visiwani, lakini pia wanasafirisha. Nipende kushukuru semina hii ambayo imetuita wa mama kwa ajili ya kuja kutuwezesha kutupanua ufahamu toka mahali tulipo kusogea sehemu nyingine. Niseme nashukuru wizara ambayo imetuandalia hii semina, kwa kweli kuna vitu kwa kwa vingi nimejifunza, hususan ni kutokana na era. Mtu anaweza na era yake kidogo akawa naizarau, lakini kumbe hiyo kidogo ndio inaleta kikubwa. Kwa hiyo ni shauri tu kwa mama wenzangu, wasio wanadharau era zao, mwanzo mdogo katika ule mwanzo mdogo ndio unaletaka kilicho kikubwa. Lakini jambo lingine ambalo nimejifunza ni kuhusiana na mawasiliano, simu watu wengi tunazo, hasa simu janja hizi za mkononi, tunatuweka tu vitu ambavyo ni vya kawaida, natupia watoto, najituma wewe mwenyewe, badala ya kuposti vitu vyako vya muhimu kama bidhaa. Mfano kama mimi sijawahi kuposti vitu vya bidhaa, mara nyingi wanaweka tu status, kwa sababu upande wa Facebook, Instagram, huko ni kwa sielewi. Hafu pia ni kwa sielewi namna gani naweza kufungua akaunti yangu kwa ajili ya kuposti biashara zangu. Kwa hiyo kwa semina hii kuna vitu hivi nimejifunza kwangu ni kitu cha muhimu sana. Kwa sababu mimi ni mfanyabiashara lakini vitu nilikuwa sivielewi. Hivyo ninashukuru hii semina iwe endelevu isiishie hapa. Kwa sababu kupitia mimi nitaenda kusaidia na wanawake wengine waweze kujua namna gani watatumia simu zao janja mkononi, posti biashara zao kwa faida zao. Kwa majina naitwa Joyce Ruoga Malima. Natoka mkoa wa Mara wilaya ya Msoma mjini. Mimi ni mama mchakataji wa samaki, nina kiwanda kidogo cha uchakataji wa samaki katika wilaya yangu ya Msoma mjini. Leo katika mafunzo niliyopata, kitu nilichokielewa zaidi na kitakacho niwezesha kupanua biashara zangu ni mambo ya mtandao, kumbe ICT inaweza kufanya nikapanua biashara zangu, kutafuta masoko kwa njia ya mtandao na nikafanya vizuri. Ni kitu ambacho nilikuwa najua kipo, lakini sikuwa nacho umakini, lakini leo nimejifunza kinaweza kunisaidia sana katika biashara zangu, kwa sababu ninasafirisha samaki katika mikoa yote Tanzania. Kwa hiyo somo hili nimelielewa vizuri, na tumejifunza kwamba unaanza na ulicho nacho. Kwa hiyo niwashauri wamama wote wanaofanya hii biashara wasibweteke, kwamba mpaka uwe na mtaji mkubwa sana ndio unaweza kuanza hii biashara. Unaweza kuanza kidogo kidogo na ukafanya vizuri.